Hapo zamani za kale, katika kijiji kidogo aliishi mkuliba mchapakazi. Kila asubuhi alikuwa akiamka mapema sana na kutembea umbali mrefu kwenda kuchota maji ya kunywa kutoka kisimani mbali. Alibeba mitungi miwili ya udongo, aliifunga kwenye ncha za fito na kuiweka begani mwake. Mtungi mmoja ulikuwa mkamilifu, lakini mtungi wa pili Ulikuwa na ufa mdogo pembeni. Kwa sababu ya ufa huo, nusu ya maji yalikuwa yakimwagika kabla mkulima hajafika nyumbani. Mtungi mkamilifu ulijivunia hali yake, lakini kila siku ulikuwa ukimdhihaki mtungi uliopasuka. Asubuhi moja, mtungi mkamilifu ukamwangalia ule uliopasuka na kusema kwa sauti ya chini, "Angalia hali yako. Huna maana." Kila siku nusu ya maji yako yanapotea kabla hatujafika nyumbani. Mtungi uliopasuka hakujibu, ulibaki kimya ukijificha na huzuni yake. Siku baada ya siku, hali ilikuwa ile ile. Mtungi mkamilifu akidharau na uliopasuka ukibaki kimya. Taratibu, mtungi mdogo ukaona haina thamani. Siku moja ukashindwa kujizuia tena. Machozi yakamdondoka pembeni na kunong'ona kwa mkulima, samahani sana mkulima. Akauangalia kwa upole, kwa nini unalia rafiki yangu? Akauliza kwa sauti tulivu. Mtungi uliopasuka ukasema kwa sauti ya kutetemeka, kwa sababu mimi nimeharibika, nina shimo, kila siku na kupotezea nusu ya maji. Kwa sababu yangu, kazi yako ngumu inaharibika, lakini wewe hujawahi kunikemea. Najisikia aibu tafadhali nisamehe. Mkulima akatabasamu kwa upole na kusema, aa, kumbi ndicho kinachokusikitisha? Usijali, kesho nitakuonyesha kitu, na baada ya hapo hutajiona huna maana tena. Kesho yake mkulima akabeba mitungi yote kama kawaida na akaenda kisimani kuchota maji. Walipokuwa wakirudi, akasema kwa upole, leo nataka uangalie vizuri upande wa njia yako. Mtungi uliopasuka ukatazama chini kwa mshangao. Kulikuwa na maua mazuri yaliyokuwa yamechanua kando ya njia yote upande wake. Maua mekundu, ya manjano na ya waridi yalikuwa yakitikisika taratibu kwa upepo wa asubuhi. Mara ya kwanza baada ya siku nyingi, mtungi uliopasuka ukasahau huzuni yake, ukashangaa na kufurahia uzuri huo. Lakini walipofika nyumbani ukagundua tena kuwa nusu ya maji yako yamepotea. Moyo ukasita, ukasema kwa huzuni, hata baada ya kuona maua yale, bado nimekufeli. Sikuweza kukuletea mtungi uliojaa maji. Mkulima kaweka mitungi chini, akatabasamu na kusema kwa upole, hapana rafiki yangu mdogo, hujalielewa bado. Je, hukuona kitu maua yalikuwa upande wako tu, sio upande wa mtungi mwingine. Mtungi uliopasuka ukashangaa. kwa nini kwa nini yapo upande wangu pekee? Ukauliza taratibu. Tabasamu la mkulima likapanuka. kwa sababu siku zote nimekuwa najua kuhusu ufa wako, ndio maana miezi mingi iliyopita nilipanda mbegu za maua kando ya njia upande wako kila siku tuliporudi nyumbani, ulikuwa unayanywesha mbegu zile bila wewe kujua, na sasa njia nzima imejaa maua mazuri kwa sababu yako. Machozi ya huzuni ya mtungi uliopasuka yakageuka kuwa machozi ya furaha. Kwa mara ya kwanza, ukajiona wa thamani. Mkulima akauangalia kwa upendo, akasema, tazama. Ulidhani udhaifu wako umekufanya huna maana, lakini udhaifu wako umeleta uzuri na furaha kwa wote. Wewe si duni kuliko mwingine yoyote. Wewe ni mkamilifu kwa namna yako. Rafiki zangu, hakuna binadamu mkamilifu duniani. Kila mmoja ana mapungufu. Kila mmoja ana nyufa. Lakini mara nyingine yale tunayoyaona kama udhaifu wetu yanaweza kuwa nguvu zetu tukibadilisha namna tunavyoangalia. Kama mtungi uliopasuka, mapungufu yako yanaweza pia kuleta kitu kizuri.